Asubuhi ilianza kama zilivyoanza siku nyingine zote, baridi kali ikikata mifupa, harufu ya vumbi na moshi wa makaa ikitanda hewani. Mtoto yatima aliamka chini ya kibanda cha kavu kilichokuwa pembezoni mwa barabara, macho yake madogo yakiwa yamejaa uchovu wa maisha aliyolazimika kuyakubali kabla ya wakati. Hakuwa na mama wa kumwamsha wala baba wa kumuuliza alilala vipi. Ulimwengu wake ulikuwa barabara, kelele za magari na sauti za watu waliokuwa wakipita bila hata kumtazama. Nguo zake zilikuwa zimechakaa, viatu hakuwa navyo, miguu yake ilikuwa imezoea maumivu ya kutembea juu ya mawe makali na lami moto. Tumbo lake lilikuwa likigugumia kwa njaa, lakini hilo halikumshangaza tena. Njaa ilikuwa rafiki aliyekuwa akilala naye kila usiku. Kila siku alitoka kuombaomba, akitembea kutoka duka hadi duka, mara nyingine akipata sarafu chache, mara nyingine akipata matusi na dharau. Mbona huyu mtoto bado yupo hapa? watu walinong'ona wengine walimfukuza, wengine walimpita kana kwamba hakuwepo. Lakini katikati ya ukatili huo wote, moyo wake ulikuwa tofauti. Alikuwa mtoto mwenye huruma isiyoendana na hali yake. Akiwaona watoto wengine wakilia kwa njaa, aligawana nao chakula kidogo alichopata. Akiwaona wagonjwa au wazee wakihangaika, alisimama kusaidia bila kuuliza chochote. Usiku ulipofika, alikaa kando ya barabara akitazama nyota, akijiuliza kwa nini maisha yake yalikuwa hivyo. Hakulalamika kwa sauti, lakini machozi mara nyingi yalitiririka kimya kimya. Ndani ya moyo wake kulikuwa na swali moja kubwa: je, kuna mtu atakayewahi kuniona? Hakuwa na ndoto kubwa, hakutamani utajiri wala umaarufu. Alitamani tu siku moja amke bila njaa, bila hofu na bila upweke. Hakujua kwamba siku moja wema wake mdogo ungekuwa mlango wa mabadiliko makubwa. Hakujua kwamba maisha yake ya mitaani yalikuwa yakimwandaa kwa tukio moja ambalo lingebadili hatima yake yote. Siku ile ilianza tofauti. Hata kabla jua halijachomoza kikamilifu, upepo mwanana ulipita taratibu ukibeba harufu ya mvua ya usiku iliyopita. Mtoto yatima alifumbua macho yake polepole akihisi kitu kisicho cha kawaida moyoni, hisia ya tumaini jepesi lakini thabiti, kama mwanga mdogo unaowaka gizani. Hakujua sababu yake, lakini alihisi siku hiyo haingekuwa ya kawaida kama nyingine. Alisimama na kujikuna mikono iliyochakaa akitazama mbingu iliyokuwa bado na mawingu mepesi tumbo lake lilikuwa linauguruma kwa njaa kali, na nguo zake zilikuwa zile zile za zamani, zimejaa vumbi na viraka. Hakukuwa na dalili yoyote ya neema mbele yake. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulikuwa na msukumo wa ajabu uliomfanya avute pumzi ndefu na kujiambia kimya kimya, leo kutakuwa tofauti. Alianza kutembea mitaani kama kawaida, akipita kwenye maduka na vibanda vya chakula. Watu walikuwa wanakwenda shughuli zao, wengine wakiharakisha, wengine wakicheka, kana kwamba hawakumwona mara chache alipata sarafu ndogo, mara nyingi alipata vichwa vilivyogeuka pembeni. Lakini hata alipokataliwa hakukata tamaa. Kila hatua aliyopiga ilionekana kuwa na maana zaidi siku hiyo. Wakati wa adhuhuri, alikaa chini ya mti mkubwa pembeni ya barabara, akitazama magari yakipita kwa kasi. Aliwaza kuhusu maisha aliyokosa, shule, familia na sauti ya mtu aliyemwita kwa upendo. Lakini badala ya uchungu wa kawaida, alihisi utulivu wa ajabu. Ilikuwa kana kwamba nguvu isiyoonekana ilikuwa ikimwambia asikate tamaa. Alipoinuka kuendelea na safari yake alihisi msukumo wa kwenda upande mwingine wa barabara, mahali ambapo hakupita mara nyingi. Hakujua kwa nini, alifuata hisia hiyo bila kuuliza maswali. Hatua zake zilikuwa nzito kwa uchovu, lakini moyo wake ulikuwa mwepesi kwa matumaini. Hakujua kwamba uamuzi huo mdogo wa kubadilisha mwelekeo ndio ungekuwa mwanzo wa tukio kubwa siku hiyo. Ambayo ilianza kama nyingine zote, ilikuwa imebeba siri nzito, siri ambayo ingeunganisha maisha yake na mtu ambaye hakuwahi kufikiria. Siku ya kawaida ilikuwa inageuka polepole pole kuwa siku ya kipekee, siku ya kubadilisha hatima. Barabara ilikuwa imejaa kelele za kawaida za jiji, honi, honi za magari, sauti za wauzaji na miguu ya watu waliokuwa wakiharakisha. Ghafla kelele hiyo ilikatizwa na mlio mkali wa breki uliokatiza hewa kama kilio. Gari moja la kifahari jeupe na lenye kung'aa liliteleza na kupoteza mwelekeo kisha likagonga nguzo ya taa kwa kishindo kikubwa. Vumbi na na vipande vya vioo viliruka kila upande, na muda mfupi ulionekana kana kwamba dunia ilisimama. Ndani ya gari, mwanamke tajiri mjamzito alipiga ukelele wa maumivu. Mikono yake ilitetemeka juu ya tumbo lake kubwa, macho yakiwa yamejaa hofu isiyoelezeka. Moyo wake ulidunda kwa kasi, akihisi maumivu yakianza kusambaa tumboni. Msaada, tafadhali, alijaribu kusema, sauti ikikatika kwa uchungu. Harufu ya mafuta na moshi ilianza kujaza hewa, ikiongeza hofu ya waliokuwa karibu. Watu walikusanyika haraka kama wingu jeusi. Walitazama gari kwa mbali, wengine wakipiga picha kwa simu zao, wengine wakinong'ona, ni gari la mtu mkubwa. Mmoja alisema, ukigusa utalaumiwa, mwingine akaongeza kwa sauti ya tahadhari. Hofu ya lawama, polisi na gharama za fidia iliwafanya wengi wabaki nyuma, wakitazama bila kusogea hata hatua moja. Muda ulipita taratibu, kama saa iliyokataa kusonga. Mwanamke ndani ya gari alizidi kuishiwa nguvu, machozi yakitiririka usoni mwake. Alijaribu kufungua mlango lakini mkono wake haukuwa na nguvu ya kutosha. Kila pumzi aliyovuta ilihisi kuwa nzito kuliko ya mwisho. Alikuwa peke yake katikati ya umati wa watu. Ndipo katikati ya umati huo macho mawili madogo yalitazama tukio hilo kwa mshtuko na huruma. Mtoto yatima alisimama kimya, moyo wake ukipiga kwa kasi. Hakuwa na gari, hakuwa na pesa, hakuwa na mamlaka, lakini aliona mateso mbele yake. Wakati wengine walijadili hatari, yeye aliona maisha yaliyokuwa hatarini. Bila kujua nini kingetokea, alichukua hatua mbele, akipita kati ya watu waliokuwa wamesimama kama sanamu. Ajali hiyo iliyowafanya wengi wajifiche nyuma ya hofu zao ilikuwa sasa inasubiri uamuzi wa mtu mmoja asiyeonekana, mtoto asiye na chochote isipokuwa moyo wa ujasiri. Mtoto yatima hakusubiri mtu mwingine achukue hatua. Moyo wake ulijaa msukumo mkali uliomfanya asahau hofu, njaa na uchovu wake wote. Alikimbia kuelekea kwenye gari lililopondeka akipita katikati ya umati wa watu waliokuwa wakimtazama kwa mshangao. rudi nyuma, mtu mmoja alipiga kelele, lakini sauti hiyo ilipotea kwenye kelele za moshi na honi za magari. Alipofika karibu na gari, alihisi joto la injini na harufu kali ya mafuta. Vioo vilikuwa vimevunjika na damu ilimtoka mwanamke yule ikitiririka taratibu kutoka kwenye paji la uso hadi shingoni. Macho ya mwanamke yalikutana na yake yakiwa yamejaa hofu, maumivu na ombi la msaada. Tafadhali, mtoto wangu, aligugumia kwa sauti dhaifu, akishika tumbo lake lililokuwa likijisukuma kwa maumivu ya uchungu. Bila kufikiri mara mbili, yatima alishika mlango uliokuwa umebanwa. Mikono yake midogo iliumia alipoutikisa kwa nguvu, lakini hakusita. Kwa msaada wa watu wachache waliokuwa bado wanasita, mlango ulifunguka kwa kishindo. Yatima alimsaidia mwanamke kushuka taratibu, akihakikisha kichwa chake kinapata msaada. Damu ilimchafua mikono na nguo zake, lakini hakujali hata kidogo. Maumivu ya ujauzito yalikuwa yameanza kuongezeka. Mwanamke alipumua kwa shida, machozi yakimtiririka, sauti yake ikitetemeka kila alipovuta pumzi. Yatima alisimama karibu naye, akimshika mkono kwa uthabiti wa ajabu. Usiogope, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye nguvu, utakuwa salama. Maneno hayo yalionekana kumpa tumaini hata zaidi ya msaada wa mwili. Watu waliokuwa wakitazama waliinua nyusi zao kwa mshangao, mtoto aliyekuwa hana chochote ndiye aliyekuwa mstari wa mbele. Alitazama pande zote akitafuta msaada zaidi, akipiga kelele kuomba gari la kuwapeleka hospitali. Ingawa sauti yake ilikuwa ndogo, ujasiri wake ulivunja ukimya wa hofu. Katika dakika hizo chache, yatima alibadilika kutoka mtoto asiyeonekana kuwa shujaa wa maisha mawili. Hakujua matokeo yangekuwaje, lakini alijua jambo moja tu, hakuweza kugeuza macho yake pembeni wakati maisha yalikuwa yakipotea mbele yake. Gari la daladala liliposimama kwa kishindo mbele ya hospitali ya karibu, mtoto yatima alishuka haraka, akimsaidia mwanamke kushuka taratibu. Miguu ya mwanamke ilikuwa ikitetemeka, maumivu ya uchungu yakiongezeka kila dakika. Wauguzi walipomwona walimchukua kwa haraka, lakini kabla hawajampeleka ndani, walidai pesa ya dharura kwa ajili ya huduma za awali na dawa. Mtoto yatima alisimama pembeni, moyo wake ukidunda kwa kasi. Alitumbukiza mkono mfukoni mwake mdogo na kutoa sarafu na noti chache alizokusanya siku nzima. Alihesabu haraka, zilikuwa pesa zote alizokuwa nazo, pesa ya chakula chake cha jioni, pesa ya kuishi kwake kwa muda mfupi. Alisita, tumbo lake lilijigugumia kana kwamba linamkumbusha hitaji lake mwenyewe, lakini alipotazama uso wa mwanamke uliokuwa umejaa maumivu na hofu, kusita kule kulitoweka. Alisogeza mkono wake mbele na kumpa muuguzi pesa zile zote. Tafadhali msaidieni, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye uzito. Muuguzi alimwangalia kwa mshangao, macho yake yakionyesha heshima iliyochanganyika na huzuni. Wakati mwanamke akipelekwa ndani kwa haraka, yatima alibaki nje ya wodi, akikaa kwenye benchi la chuma lililokuwa baridi. Alitazama mlango ukifungwa polepole, akihisi uzito wa upweke ukimkalia mabegani. Hakujua nini kingetokea ndani wala kama mwanamke na mtoto wake wangekuwa salama. Alijua tu kwamba amefanya kila alichoweza. Usiku ulipoingia, baridi iliongezeka. Tumbo lake lilikuwa tupu na usingizi ulikuwa mzito kwa njaa. Alijilaza sakafuni akikunja mwili wake ili kujilinda dhidi ya baridi. Hakukuwa na chakula, hakukuwa na blanketi, lakini kulikuwa na amani ya ajabu moyoni mwake. Alitazama dari la hospitali, macho yake yakifumba taratibu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, hakuhisi majuto. Alilala njaa lakini moyo wake ulikuwa umetulia, ukiwa umejaa furaha ya kujua kwamba sadaka yake ndogo ingeweza kuokoa maisha. Hakujua kwamba sadaka hiyo ndiyo ingekuwa mlango wa mabadiliko makubwa kuliko yote aliyowahi kuyapitia. Mlango wa wodi ulipofungwa kwa kishindo cha mwisho, ukimya mzito ulimzingira mtoto yatima. Sauti za wauguzi na miguu ya madaktari zilipotea taratibu ndani ya hospitali, zikimwacha nje akiwa peke yake na mawazo yake. Alisimama kwa muda akitazama mlango ule kana kwamba ungefunguka tena na kumwita ndani. Lakini haukufunguka. Hakuna aliyemgeukia, hakuna aliyemuuliza jina lake wala kumshukuru kwa alichofanya. Usiku ulizidi kuwa mzito. Taa za hospitali zilimulikwa kwa mwanga hafifu, zikimwonyesha sura yake iliyochoka na nguo zake zilizolowa damu na vumbi. Watu walikuwa wakipita, wagonjwa, ndugu, wauguzi, lakini macho yao yalipita juu yake kana kwamba hakuwepo. Alikaa kwenye benchi lile lile akingoja habari ambazo hazikufika. Baada ya muda mrefu, baridi na njaa vilianza kumshinda. Alisimama polepole akijifuta macho yaliyojaa usingizi na machozi yasiyoonekana. Alitazama tena mlango wa wodi akivuta pumzi ndefu. Ndani ya moyo wake alijiambia, nimefanya nilichoweza. Hakuhitaji shukurani wala sifa. Alitamani tu mwanamke yule awe salama. Hatimaye aligeuza mgongo wake na kuanza kutembea kuelekea mtaani. Hatua zake zilikuwa nzito, lakini hazikuwa na majuto. Barabara zilikuwa tulivu, zikiwa zimefunikwa na mwanga wa taa chache za barabarani. Kila hatua ilimrudisha kwenye maisha yake ya kawaida, maisha ya kuomba, ya njaa na ya kulala chini ya anga wazi. Alipofika kwenye kona ile ile aliyokuwa akilala mara nyingi, alijilaza chini na kujifunika kwa kipande cha gunia. Alitazama mbingu akihesabu nyota chache zilizokuwa zinaonekana. Swali lile lile lilimjia tena, je, ataniona? Je, atanisahau? Hakujua majibu yake, lakini hata gizani humo kulikuwa na mwanga mdogo wa tumaini. Alijua kwamba hata kama dunia ingemsahau dhamiri yake haingemlaumu. Alifumba macho akiruhusu usingizi umchukue, bila kujua kwamba mahali fulani ndani ya hospitali jina lake lilikuwa tayari linaanza kuishi ndani ya moyo wa mwanamke aliyemwokoa. Ndani ya chumba cha kujifungulia mwanga mkali wa taa ulitawala ukikatiza giza la usiku. Sauti za wauguzi zilikuwa za haraka lakini zenye utulivu, zikimwelekeza mwanamke kuvuta pumzi ndefu na kushinikiza kwa nguvu. Jasho lilimtoka usoni na maumivu ya uchungu yalipanda kama mawimbi makali. Kila sekunde ilionekana kuwa ndefu kuliko kawaida, lakini ndani ya maumivu hayo kulikuwa na matumaini, tumaini la maisha mapya. Hatimaye kilio kidogo kilipasua ukimya wa chumba. Mtoto alizaliwa salama mwenye afya, sauti yake ikitangaza ushindi wa maisha dhidi ya hatari. Mwanamke alilia kwa furaha, machozi yakichanganyika na tabasamu la shukrani. Alipomshika mtoto wake kwa mara ya kwanza, moyo wake ulijaa hisia nzito, furaha, hofu iliyopita na shukrani zisizoelezeka. Baada ya kusafishwa na kufunikwa kwa blanketi jepesi, alihamishiwa wodini. Chumba kilikuwa kimya, kikiwa na harufu ya dawa na usafi. Mwanamke alimtazama mtoto wake aliyekuwa amelala usingizi mzito, akimshika kwa upole, kana kwamba anaogopa kumpoteza tena. Ndipo kumbukumbu za ajali zilimjia kwa nguvu. Kelele za breki, maumivu na uso wa mtoto mdogo aliyesimama bila hofu. Aligeuka kwa muuguzi aliyekuwa karibu. Yule mtoto yule aliyenisaidia nje, alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye msisitizo, yuko wapi? Muuguzi alishtuka kidogo, akitazamana na wenzake. Hakukuwa na jibu la haraka. Walikumbuka tu kwamba kulikuwa na mtoto mdogo aliyelipa pesa za dharura, kisha akapotea kimya kimya. Mwanamke alihisi kifua chake kikibana. Alishika mtoto wake karibu zaidi, akitambua ukweli mzito. Maisha ya mwanawe yalikuwa yamenunuliwa kwa sadaka ya mtoto mwingine. Tafadhali, tafuteni, aliomba, macho yake yakijaa machozi. Nahitaji kumwona. Ninahitaji kumshukuru. Usiku huo, usingizi ulimkataa. Kila alipofumba macho, aliona tena sura ile ndogo, mikono iliyochafuka damu na macho yaliyojaa huruma. Mtoto aliyekuwa hana chochote alikuwa ametoa kila kitu. Ndani ya wodi ile tulivu, uamuzi ulianza kuchipua moyoni mwake, uamuzi wa kutomruhusu wema ule uzame gizani. Kuzaliwa kwa mtoto wake kulikuwa pia kuzaliwa kwa ahadi mpya. Siku chache baada ya kupona, mwanamke alisimama karibu na dirisha la hospitali akimtazama mtoto wake aliyekuwa amelala usingizi mzito. Mwili wake ulikuwa bado dhaifu, lakini moyo wake ulikuwa umejaa nguvu mpya. Kila pumzi aliyovuta ilimkumbusha jambo moja muhimu: alikuwa hai kwa sababu ya mtoto aliyekuwa hana chochote. Hakukuwa na siku iliyopita bila sura ya yule yatima kujitokeza akilini mwake. Alipoachiwa hospitalini, jambo la kwanza alilolifanya halikuwa kurudi nyumbani kwake kifahari, bali kuanza kuuliza. Aliwauliza wauguzi, madereva wa daladala, walinzi wa hospitali na hata wauza kahawa waliokuwa karibu. Kulikuwa na mtoto mdogo aliyenisaidia siku ya ajali, aliwaeleza kwa msisitizo. Wengine walitikisa vichwa, wengine walikumbuka kwa mbali, lakini hakuna aliyekuwa na majibu kamili. Bila kukata tamaa, alituma watu wake, madereva, walinzi na wasaidizi kufuatilia mitaa inayozunguka hospitali na eneo la ajali. Alitembelea barabara zile zile, akisimama pale ajali ilipotokea, macho yake yakijaa kumbukumbu nzito. Aliona umati wa watu ukitawanyika, lakini moyoni mwake aliona mtoto mmoja aliyesimama imara. Watu wengi walimshangaa. Kwa nini unajisumbua na mtoto wa mitaani? Baadhi waliuliza. Alipata tabasamu la huzuni. Hawakujua kwamba mtoto huyo alikuwa ameokoa si tu maisha yake, bali pia maana ya maisha yake. Nina deni la moyo, aliwajibu kwa utulivu, deni ambalo pesa peke yake haziwezi kulipa. Kila siku ilipopita bila kumpata, hofu ilianza kuingia polepole. Je, alikuwa salama? Je, njaa na baridi zilikuwa zimemshinda? Mawazo hayo yalimsukuma kuongeza juhudi zaidi. Aliweka ahadi moyoni mwake, hata kama ingebidi atumie wiki au miezi, asingesimama. Usiku mmoja alipombembeleza mtoto wake alale, alimnong'oneza kwa sauti ya upole, kuna kaka yako mahali fulani huko nje, alitupa uhai wetu. Maneno yale yalikuwa kiapo kimya. Mwanamke huyo alikuwa ameanza safari isiyoruhusu kurudi nyuma, safari ya kumtafuta yatima na kumrudishia wema aliyotoa bila masharti. Jua lilikuwa kali mchana ule, likichoma lami na kuifanya hewa itetemeke. Mtoto yatima alitembea polepole pole kando ya barabara, macho yake yakiwa yamezoea kutafuta huruma usoni mwa watu. Siku zilikuwa zimepita tangu ajali ile, lakini maisha yake hayakuwa yamebadilika. Bado alikuwa mitaani, bado alikuwa na njaa na njaa, bado hakuwa na mtu wa kumwita wake. Hakujua kwamba macho mengi yalikuwa yakimtafuta. Gari jeusi lilisimama ghafla pembeni ya barabara, watu waligeuka kwa mshangao. Mlango ulifunguliwa na mwanamke yule alishuka taratibu, akishika begi dogo na macho yake akizunguka ya kwa haraka mara macho yake yalipokutana na sura ile ndogo yenye mavazi chakavu na macho yaliyojaa ukomavu wa mapema, moyo wake uliruka. Hakuhitaji kuuliza, alimjua. Ni yeye, aligugumia sauti ikitetemeka. Mtoto yatima alisimama akitazama kwa wasiwasi. Hakuwa amezoea mtu kumkazia macho kwa muda mrefu. Alipoanza kurudi nyuma hatua moja, mwanamke alikimbia bila kujali havi wala mavazi yake. Alipofika mbele yake alipiga magoti bila kusita, akamkumbatia kwa nguvu, kana kwamba anaogopa apotee tena. Machozi yalitiririka usoni mwake bila aibu. Asante, asante sana, alisema kwa sauti iliyokatika. Uliokoa maisha yangu, uliokoa maisha ya mtoto wangu. Mtoto yatima alisimama kimya, akishikwa na mshangao. Hakujua la kusema, hakuwahi kukumbatiwa kwa upendo kama huo hapo kabla. Watu waliokuwa karibu walisimama kutazama, wengine waliinua simu zao, wengine waliinua nyusi zao kwa mshangao, lakini kwao wawili, dunia ilikuwa imesimama. Mwanamke alimshika uso wake kwa upole, akimtazama machoni. Nimekutafuta kila mahali, alisema, niliahidi moyoni mwangu sitakusahau. Mtoto yatima alimeza mate. Nilifanya tu kilichokuwa sahihi, alisema kwa sauti ndogo. Maneno yake yalichoma moyo wa mwanamke zaidi. Alimkumbatia tena, safari hii kwa upole, akimnong'oneza, kuanzia leo hutakuwa peke yako tena. Katika kona ile ya barabara, katikati ya vumbi na kelele, hatima mbili zilikuwa zimeunganishwa tena. Kukutana huko hakukuwa tu mwisho wa safari ya utafutaji, kulikuwa mwanzo wa maisha mapya kwa mtoto aliyekuwa amezoea kusahaulika. Siku ile ilianza kama nyingine zote, jua likichomoza polepole juu ya jiji lakini kwa mtoto yatima kila kipande cha mwanga kilikuwa ni ishara ya mwanzo mpya. Aliposimama kando ya barabara, moyo yake ulikuwa umejaa hofu na shauku. Siku ya kwanza ya maisha mapya ilikuwa imefika. Mwanamke aliyekuwa ameokolewa naye alisimama karibu, akimshika mkono kwa uthabiti. Leo maisha yako yanabadilika, alisema, tabasamu lake likiangazia uso wake. Siku hiyo walipanda gari kuelekea shule ya msingi ya jirani. Mtoto yatima alitazama madirisha, miti na magari akisikia dunia ikibadilika mbele yake. Hakuwa tena mtoto wa mitaani, hana hofu ya njaa au baridi. Alikuwa na hifadhi, chakula, mavazi safi na magari; zaidi ya yote upendo wa kweli. Kila hatua aliyopiga kwenye barabara hiyo ilionekana kumfanya mtu mpya, mtu aliyepewa nafasi ya kuishi bila woga. shuleni Walipofika, walifahamiana na walimu na wanafunzi. Mwanamke alimsimulia walimu kuhusu historia yake ya yatima na jinsi alivyomsaidia siku ya ajali Walimu waligundua dhahiri kuwa mtoto huyu alikuwa na moyo wa kipekee na walimkaribisha kama mtoto wa familia yao. Yatima alijifunza haraka, akipenda kusoma na kucheza kama kila mtoto mwingine. Hatimaye alijua maana ya usalama, elimu na heshima. Nyumbani maisha yalikuwa yenye amani, chakula kilikuwepo kila siku, mavazi yalikuwa safi na macho ya mwanamke yalimlinda kila hatua. Lakini zaidi ya mali na starehe, yatima alijifunza thamani ya wema na huruma. Kila kitendo chake kilichaguliwa kwa dhati kila tabasamu lake lililenga kusaidia wengine. Alianza kuelewa kuwa hata akiwa na chochote kidogo, moyo safi unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Baada ya miezi kadhaa, mtoto huyu aliyekuwa mitaani sasa alikuwa mfano wa matumaini kwa watoto wengine wa jirani. Aliweza kusaidia wenzao wadogo, kushirikiana na jamii na kuonyesha kwamba wema wa dhati haukiuki. Mwanamke alimsimamia akimfundisha, kwamba sadaka hata ndogo ina nguvu ya kuleta maisha mapya. Funzo kuu: wema wa dhati hata kutoka kwa masikini una nguvu ya kubadilisha maisha, na Mungu hausahau sadaka ya kweli. Mtoto yatima aliishi kwa dhati na huruma, na katika dunia yenye changamoto nyingi alithibitisha kuwa upendo na usaidizi ni hazina isiyo na kipimo. Hatima yake iliyobadilika ilikuwa ushahidi wa nguvu ya moyo safi na sadaka ya kweli.